Fly over ya Dar es Salaam kandarasi ameshaanza kazi kufanya mobilization na fedha za advance payment ameshalipwa. Mwezi unaokuja tunakwenda kuweka jiwe la msingi barabara ya kutoka Dar es Salaam kwenda Chalinze, ile ya njia sita, upembuzi ya kinifu umeshamalizika, design imeshamalizika transaction advisor wa kusimamia ule mradi ameshamaliza kazi yake. Kuna makandarasi zaidi ya makumi na mawili wameomba kujenga, na ile barabara itakuwa na njia sita na itakuwa na flyover saba. Tunamalizia taratibu ili process zote zimalizike, nina uhakika ile nayo katika kipindi hiki hiki cha awamu ya tano barabara hiyo iweze kujengwa, na itakuwa na njia sita na pale tutakuwa tumepunguza msongamano <apples> barabara hizi za Dar es Salaam. Kwa sababu niko Dar es Salaam, ni lazima nizungumze ya Dar es Salaam. Tumeshapata fedha zaidi ya bilioni 260 za kuanza kujenga daraja lingine kutoka Kokobit hadi kwenye hospitali ya Aga Khan zaidi ya kilomita 7.5 na daraja lile litapita baharini. Barabara ya rangi tatu kuja mjini pale nayo, nilikuwa nazungumza na ubalozi wa Japani, wanafanya prosesi, ikiwezekana mwezi huu watangaze tenda kwa ajili ya kujenga ile interchange ya Ubungo. Benki ya Dunia walitoa fedha kwa ajili ya kufanya feasibility study na detail design. Wamekubali kutoa fedha karibu bilioni 67 kwa ajili ya kujenga interchange ambayo itakuwa na gorofa tatu pale Ubungo. Nina uhakika watani zangu wazaramu watakuwa na kwenda pale kufungia ndoa. Dar es Salaam ndiyo kioo cha Tanzania. Bila Dar es Salaam hakuna Tanzania. Tuna mpango pia wa kufufua shirika letu la ndege, na ndiyo maana tumekuwa tunachukua hatua mbalimbali mbali, zingine ni ngumu, zingine zinaumiza baadhi ya watu. Yuko mmoja pale alikuwa anashikwa, anataka kubadilisha hela zake aweke kwenye akaunti yake bilioni moja pointi saba na mambo mengine mengi sitaki niyazungumza hapa, kwa sababu yako kwenye utaratibu wa mahakama, tunasubiri. Ndege moja, wafanyakazi zaidi ya mia mbili na kitu. Ni lazima tubadilike, lakini ukitaka kununua ndege moja heya, basi yenye watu zaidi ya mia moja ishirini kwenye soko la dunia leo ukiwa na bilioni mia moja arobaini unanunua. Sasa kama makusanyo yetu ni matrioni, kwa nini tusitenge kila mwezi? Kupanga ni kuchagua, na sisi kwa niaba yenu tumeamua kupanga. Na katika mipango yetu, lengo letu kubwa ni kuhakikisha watanzania wanakuwa na maisha bora tuliahidi kutekeleza haya, ni lazima tuyatekeleze kwa nguvu zetu wote, na ndiyo maana siku zote tumekuwa tukisisitiza, ndugu zangu wa Tanzania, tujifunze kulipa kodi. Ukienda hotelini, omba risiti; ukienda dukani, omba risiti; chochote utakachokwenda kununua, omba risiti ili kusudi wafanyabiashara, katika risiti ile kuna percentage ambayo inabaki ya serikali. Inayobaki ile ndio tunaipeleka kwenye huduma za wananchi. Tumezungumza wanafunzi wasome bure, kuanzia darasa la kwanza mpaka kidato cha nne. Changamoto mheshimiwa mkuu wa mkoa ameieleza hapa, lakini kwa Tanzania nzima wanafunzi walioingia darasa la kwanza ni milioni moja na laki tatu na thelathini na saba darasa la kwanza. Na hii inadhihirisha wazi kwamba, kwa sababu Watanzania wengi katika nchi hii wamekuwa na maisha magumu, wamekuwa ni maskini, wamekuwa wanashindwa hata kupeleka watoto wao kwenda kuanza shule. Na kwa bahati mbaya, wakipeleka shuleni, michango inakuwa ni ya ajabu. Unaomba mchango huu, mchango huu, mchango mwisho, unaamua mtoto wako, nenda kauze vitumbua. Ndio inaishia kule. Wao watoto wao wanasoma, watoto wetu hawasomi. Ndio maana tumesema elimu ni bure. Changamoto zimetokea, kila kitu kilicho kizuri kina changamoto zake. Nataka niwahakikishie wazee wa Dar es Salaam na Watanzania kwa ujumla, changamoto hizi tutazimaliza. tulitenga bilioni 137 katika bajeti inayokuja, tutawaomba waziri wa fedha na bunge na uhakika wataturuhusu. Mheshimiwa Zungu yuko hapa, tuongeze mara mbili zaidi <laughs> lakini kwa changamoto ya Dar es Salamu hii ambayo nimeona ninyi viongozi wa Dar es Salamu mmeanza kuchukua hatua na niwapongeze sana, wazalendo wa Kitanzania ambao Mungu amewabariki akawapa kitu, na wao wameanza kutoa sadaka kwa ajili ya kuwasaidia watoto wao wasome. Nilimwona Mheshimiwa Makonda akihamasisha hili sana. Mheshimiwa Makonda, nakueleza hili limekujengea heshima kubwa. Kwa hiyo ukipanda hata cheo, watu wasikuonee, kwa sababu you deserve it kwa sababu na sisi tunakaa Dar es Salaam. Nilikuwa nazungumza na makamu wa rais na waziri mkuu, tuna mawaziri hapa, manaibu waziri, makatibu wakuu na manaibu katibu wakuu. Nilipopiga hesabu mpaka na spika wote tunakaa humu Dar es Salaam, tulikuwa kama watu themanini na mbili hivi, nikasema kwa sababu siku nilipokuwa ninawateua hawakuniomba na wakakubali uteuzi wangu, nikitoa amri ya leo wakatoa milioni moja moja na wao kwenye mishahara yao ni vibaya. Kwa hiyo wakitoa milioni moja moja zinafika milioni themanini na mbili, inabaki milioni kumi na nane lakini kuna makamu wa rais, kuna waziri mkuu, kuna mimi. Tuigawane ile milioni kumi na nane, kila mmoja achangie milioni sita sita, itimie milioni mia moja. Kwa hiyo tunaileta kwenye uongozi wa mkoa wa Dar es Salaam, lakini kwa sababu tumebanabana matumizi mahali pengine pengine. Kwa mamlaka mlionipa, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, nataka nikuhakikishie, nitakuongezea bilioni mbili zingine. Bilioni mbili maana yake ni milioni elfu mbili. Ole wako sasa ukazitumie vibaya hizo. Msema kweli ni mpenzi wa Mungu. Na kwa sababu sasa tuna wilaya, kuna wilaya ya Temeke, kuna wilaya ya Ilala, kuna Kinondoni, kuna wilaya mpya ya Ubungo, kuna wilaya ya Kigamboni, mzigawe hizo fedha katika wilaya tano, ziende zikachague maeneo ambayo yataweza kusaidia kujenga shule ili watoto wetu hawa ambao ndio taifa la kesho liweze kupata mahali pa kusoma. <coughs> Ukiongezea na hizi milioni mia moja zetu hizi, ambao ni wakazi wa Dar es Salaam, ninafikiri zinaweza zikasaidia. Kwa hiyo nitoe wito, mchango ni hiari. Pasitokee watu kupitia hii hotuba wakaanza kuwalazimisha watu, anaye atakayeguswa kuchangia kwa ajili ya shule atoe. Usiende ukamtafuta mzee mmoja, ana shida, unamlazimisha, lazima uchangie, sa nyingine unatoa hata ndoo yake au sufuria yake ya kupikia. Wale watakaoguswa kuchangia wachangie, lakini mchango si lazima. Kwa hiyo niwaombe viongozi wa mikoa, wakuu wa wilaya na wakurugenzi, na nirudie wito wangu, ni aibu sana kwa mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, mkurugenzi unakaa kwenye ofisi nzuri, unakuwa kwenye gari nzuri, unalala kwenye nyumba nzuri, halafu jirani kuna shule wanafunzi wanakaa chini. Kama unajua kujipima vizuri, kiongozi huyo, ujitambue kwamba hutoshi kuwa kiongozi. Ninajua sijateua wakuu wa mikoa madisi na wakurugenzi. Nimefanya kwa makusudi ili niendelee kuwachambua vizuri, ni wanani wanaotosha na wanani hawatoshi. Kwa hiyo kutosha kwao ni lazima wajipange, ni namna gani watatatua kero za wananchi. Ni lazima tufike mahali sisi viongozi tujue jukumu letu. Unapopewa uongozi wowote, ujue wewe ni mwakilishi wa watu hasa walio wanyonge katika kutatuliwa shida zao. Niwaombe viongozi wenzangu tulio katika awamu ya tano, kila mmoja ajipange na ajitume namna gani atakuwa mbele katika kutatua shida za wananchi, na hiyo ndiyo thawabu ya pekee kwa Mwenyezi Mungu kwa kazi yake tutakapokuwa tunaifanya hapa duniani.